umiwa Padre ulioongoza misa na mapadre wengine, mtenda kazi, watumishi wa Mungu walioko hapa, wengine ndugu waumini, wana maombi, nasimama hapa kwa heshima kubwa kwa niaba yangu mwenyewe, lakini pia kwa niaba sema kwamba mimi na Baba Nkwera tuna uhusiano wa muda mrefu. Nilimfahamu kwa mara ya kwanza mwaka 83. Alikuwa rafiki mkubwa wa baba yangu na alipokuja, alipokuwa kwenye ziara zake za kikazi za maombezi katika mkoa wa Kigoma. Katokea bahati kwamba siku anasindikizwa kuondoka Kigoma kurudi Dar es Salaam, alikuwa anasafiri kwa train, na baba yangu akaamua kumsindikiza kama rafiki yake, lakini akakumbuka kwamba katika watoto wake kuna mmoja anaumwa kichwa. Kumbe nilikuwa mimi. Wazima wote wakabakizwa, nikachukuliwa mimi. Wewe pende ukabarikiwe una nilivyokwenda kumfahamu Father Nkwera na akanibariki na kunipaka mafuta yake, lakini akamwambia baba yangu, kutoka leo huyu ni mtoto wangu mimi. Na kwa kweli amekuwa baba yangu tangu wakati huo mpaka leo, wasaidizi wake wote wanajua. Hata nilipokuwa niko nje ya nchi, nikiwa balozi Brazili, nikiwa balozi Misri pita muda mrefu sijamtafuta, nawaambia mpigieni simu mwanangu, wanapiga simu nazungumza naye, na wakati mwingine anafanya maombi kwenye simu. Mara ya mwisho nimekutana naye ni tarehe 20 mwezi wa nne, na maanisha mwezi uliopita Alinitafuta akaniambia, mwanangu, nakuombea sana lakini sijaridhika maombi baada ya kazi ngumu unazofanya na mitihani unayoenda kupita, unahitaji misa, na misa hii mimi nimefungiwa kuendesha misa, lazima tupate padre mwingine wa Katoliki na tuifanye nyumbani kwako. Na hicho ndicho kilichotokea. Tarehe ishirini mwezi wa nne akiongozana na Father Henry walikuja nyumbani kwangu na kuongoza misa. Na kwa bahati, kwa bahati mbaya, kama ambavyo ingekuwa kwa nyinyi wenzangu mlioko hapa, siku ile mimi nilikuwa pia mgeni rasmi katika siku ya mtoko wa Pasaka na mida ilikaribiana, lakini akaniambia kwenye Pasaka utaenda na misa utafanya muda wa mwisho tulipomaliza misa akaomba tupige picha, ila maneno aliyoniambia yakafanya nikatae kupiga ile picha. Alisema, mwanangu, tupige picha ya mwisho. Nikasema neno gani? Sasa kwanza sikujua mwisho wake yeye au mwisho wangu mimi kwayo. <laughs> Nikawambia fadha, tutafanya hiyo picha tutapiga siku nyingine, sio kwa maneno hayo <laughs> na ndivyo tulivyoachana. Lakini haikupita baada ya kama wiki mbili, nikatafutwa tena, nikaambia baba Nkwera ameelekeza kwamba amepata maono kwamba bado misa inatakiwa kuongezeka nyingine moja, lakini hii sasa inatakiwa mkafanye nyumbani kwa mama Maria, wewe, yeye mama Maria na padri wa kanisa Katoliki. Na mimi nikaahidi kwamba nakuja Dar es Salaam, tunaangalia nafasi ya mama Maria ili tufanye hiyo misa. Mama Maria alikubali kufanya hiyo misa, lakini baba akaondoka kabla ya hiyo misa. Sasa baada ya baba kuondoka, nimeuliza wasaidizi wake hii habari sasa inakuwaje wameniambia mradi alishachagua padri wa kufanya hiyo misa kama mama Maria yuko tayari misa itaendelea. <coughs> na nimeuliza msaidizi wa mama Maria kama mama yuko tayari, mama Maria amesema yuko tayari misa kuendelea, <coughs> pamoja na malezi binafsi ambayo faza Nkwera alikuwa nayo kwamba lakini kipekee namshukuru sana kwa maombi makubwa alikuwa anafanya yeye na wasaidizi wake kwa ajili ya nchi yetu. Yeye binafsi alikuwa na sala zaidi ya 30 za kuiombea Tanzania, na kwa mtu yoyote anayejua maana ya imani anajua kwamba nchi kama yeye inaendelea kusimama kwa sababu ya Wakristo na Waislamu na madhehebu mengine ambao kila siku wanapiga magoti kumwomba Mungu kuilinda nchi yetu. Lakini kupitia kwake pia tunajifunza nidhamu yake ya pekee kwa Kanisa Katoliki. Misingi aliyofundishwa aliifuata na ndio maana hajawahi kufanya misa hata hapa kituoni bila padri mwingine kwetu anaposema tufanye misa na wewe lazima atamleta padri kufanya pamoja naye, huku akijua kanisa limemwelekeza nini, nini cha kufanya, nini cha kutofanya. Hili kipekee tunajifunza kutoka kwake, utii kwa mamlaka ulionayo. Wakati huo aliyatii mamlaka ya Kanisa Katoliki kikamilifu kwa kuhakikisha kwamba maelekezo aliyopewa alikuwa akiyafanya. lakini vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru kwa vyovyote vile hapo aliko anatusikia, kwa jinsi ambavyo alisisitiza amani kwa nchi yetu. Hakuna mazungumzo aliyofanya mbele ya wa waumini wake ambayo hakugusa umuhimu wa amani, umuhimu wa umoja kwa taifa letu. Kama kuna usia muhimu ambayo Padre Nkwera anatuachia kama Watanzania, ni kuhakikisha kwamba tunailinda na kuienzi amani kwa nguvu zetu zote, kama mboni ya jicho letu. Na niwasihi kupitia kwenu mbele ya jeneza la baba yetu kwamba watanzania wote wa wad, dini zote tuendelee kushirikiana, sio tu kuiombea nchi yetu, lakini kufanya matendo yanayoakisi nia ya, ya kuendeleza amani na umoja katika taifa letu. Ndugu zangu, sikusudii kutoa hotuba imesimama unye mkubwa, kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru baba yetu kwa utumishi wake kwa kanisa na kwa nchi yetu. Tunafarijika sana kwa kazi aliyoifanya, na sisi wengine tutaendelea kufuata nyayo zake kuona kwamba tunafika huko tutakapokwenda. Na la mwisho kabisa, ile picha siku ile nilikosa picha, lakini baraka ambazo alikusudia kunipatia na picha ile na pengine nia ya kutaka tuwagani, wakati natoka hapa nitalishika jeneza lake kuonyesha kwamba naipokea vile vile, hata kama aipo. <coughs> Nawashukuruni sana, nawashukuru sana Mama Maria, namshukuru sana kipekee kwa kutoa ushirikiano katika ombi la misa waumini, na ni nawashukuruni watanzania wote, asanteni sana.